Sielewi man. Ni tag ulifanya ama? Sielewi hata hajanieleza man. Ah, uh, wamekwambia wanakupeleka police station gani? Central. Central police. Hapa nje. <inaudible> <YNić> hmm Central police. <Robot consoles> Sawa, yeah. Okay. Na hawajakunyang'anya phone, right? Na? Hawajakunyang'anya simu. Ati wamekunyang'anya simu. Ile ilikuwa inatibisha. Ndio wamenirudishia sasa hivi niongee. Oh, ah, wanadai aje? Wanasema aje? Je, si, sasa so, so, ni ni nifike ni huko? Ufike Nairobi kwanza. Turudi main twende iko. Hello. Wanasema yeah. Tufike Nairobi kwanza.

Nikwambia nilikuwa nataka kuverify halafu tupange halafu tujue kama tutafika kesho hmm? Central. Sawa mzee, kama nipeleke kwa Kamkunji. Central, Central, Central. Kwa kam kesho, acha hata kama si utakam mimi ndio, nitafika hivyo Central kesho. Oh is it, mazeme mimi I've never experienced like, ah nishaikuwa Inda, so mambo itakuwa fiti. Poa, guide me, kutakuwa na challenges hapa na pale, lakini mambo itakuwa fiti. So nakuambia mhm, kutakuwa na challenges hapa na pale, lakini mambo itakuwa fiti. Nishaikuwa Inda, so mambo itakuwa poa na Inda is one of the worst destinations in Nairobi. So so uh, like mtakuwa safe content nini? Will I be safe light